Kama mwanasheria huwa m, e, inalenga nini zaidi, kwamba kuna mipaka ya kisheria mtu unatakiwa kuzungumza? Na kwa maana sisi hatupo huru, amna uhuru wa kuzungumza, mpaka tu tunazingatia kwamba mi natakiwa kuwa najua sheria ndo nizungumze moja, mbili, tatu, huwa inamaanisha nini? Kwanza kabisa sio kwamba hatuko uhuru kuzungumza. Katiba yetu ina, ina inatupa uhuru wa kuzungumza, lakini kuzungumza kwetu hakuko eh, sio absolute kwamba tunaweza kuzungumza chochote wakati wowote, kwamba sisi tuna haki ya kuzungumza. Free speech iko kwenye Katiba, tuna haki ya kuzungumza eh, lakini tunapozungumza tusivunje haki ya mtu. Tusi tukane mtu, tusiongee kitu ambacho sio cha kweli. Yaani e, tuna haki ya kuzungumza lakini kuna mipaka.